lakini ukishamaliza kumsomesha mmesema umtafutie nini? Ajira. Na ajira si lazima itoke serikalini. Serikali kazi yake kutengeneza mazingira ya ajira, sekta binafsi iliyo rasmi na isiyo rasmi ikuwe. Na hapa ndo napata pakamati. Leo nyinyi vijana mnaosafirishwa safirishwa juhudi zeni, miaka mitano iliyopita mliahidiwa kwamba huyu bwana ataleta ajira laki tatu. Nilikuwa nikimhesabia kila mwaka, mnakumbuka? Kwamba ajira laki tatu ndani ya miaka mitano, manake kila mwaka uzalishe ajira sitini elfu sitini mara tano ndo utapata laki tatu. Sasa nikuulizeni watu wa mpapa na wilaya ya kati kwa jumla, sisi mjini hatujaziona. Nyiye huku ajira zimefika? Vijana wenu wamepata ajira huku? na nimekuwa nikimwambia sote, kinyume chake, kinyume chake, ajira za Wazanzibari kawatoa wasokuwa Wazanzibari akaleta kuja kuwapa ajira za Wazanzibari. Watoto wa Kizanzibari wamekaa wanateseka mabarazani, wengine wamesoma na vyeti vyao wameishia kukaa mabarazani. Anarudi nyumbani anangoja kufunua kawa la mzee alotafuta kijio. Sasa leo, we ndugu yangu, anapokujia ata haya hana akanadi tena kwamba ati miaka mitano ijayo ataleta ajira laki tatu hamsini, maana wameongeza hamsini elfu mwaka huu. Kwanza tuambie hii miaka mitano, zile laki tatu ulizotuahidi ziko wapi? Ajira hizo sasa, we kijana, ndugu yangu utakaa ukisubiri tu, kijana, miaka kumi, ukija ukiipoteza, tahamaki ujana umeondoka. Kwa hivyo ndio maana likasema, ujue tofauti ya kiongozi na mchuuzi. Kama unaleta ajira tungeziona miaka mitano hii. Ondoka mi na wasiwasi kwamba hata mwenyewe huwa anasahau aliyosema, na ndio maana niliwaambia pemba kule na hapa narejea, katizameni hotuba zake za kampeni za mwaka elfu mbili mlinganishe na hotuba zake za kampeni za mwaka huu. Yale yale anarejea, kwa sababu hakuna ulichokifanya. Tunazo klip zako bwa mdogo, ishirini ishirini ulisema wewe ni muumini wa kodi ndogo, simnakumbuka kwamba yeye haamini katika makodi makubwa. Miaka mitano hii nyinyi naambieni.